Kama kijana ukiwa babu utacheza kama babu, ukiwa mzee utacheza kama mzee. Labda kikubwa tu tunaona Rayvanny anashirikiana na, ana, na Alikiba manaiz anashirikiana na mtu mwingine hiyo isiwe tu kwamba kwa sababu mirei na kazi zangu basi nifanye kazi zangu tu. Kwa hiyo nilikaa tuka u, nani, Azizi director akanihitaji tukakaa tukazungumza. Kwa hiyo nikaona jambo la msingi kuweza kufanya kitu kikubwa, ushirikiano huu ndio tunaweza kuijenga hii industry. Kwa hiyo cha kufanya mimi niliamua, na nilikubali kwa sababu mimi sijawahi kucheza kazi ya mtu yoyote, lakini kutokana na u, wa ukubwa wa UBA uh, na ukubwa wa director wa series hii kwa nikabidi nimpe hiyo heshima yake kufanya kazi na yeye. Kwa hiyo nachotaka niwaambie watanzania wote mtegemee makubwa sana. Mimi nachotaka tu niwaambie wakae katika TV zao Jumatatu saa tatu, waone kwamba nimecheza karakta gani na story yangu inahusiana na nini. Nikiwaambia sasa hivi maana yake mtawapotezea hamu ya, ya kuweza kuona lakini humo ndani kuna vita kubwa ambazo nimezifanya na mzee mwenzangu mzee JB. Okay. Tumepambana sana humo ndani. Kwa hiyo wategemea vitu vikubwa sana kutoka kwangu na, na tamthilia nzima ya Uba. Sawa, wewe umekuwa ni producer kwa kipindi kirefu sana. Umekuwa ki-produce kwa na mnajihitaji ile. Umekuwa ma owner wenyewe ushoikuwa na tamthilia zako ambazo zinarushwa sehemu nyingine na nini? Yes. Uh, kitu gani sehemu gani unaona kuna madhaifu kwenye tamthilia au unaona ni sehemu gani ma producer hawatendei haki tamthilia zao? Ah, uh, sasa siwezi kuwazungumzia watu wengine, mimi nipo hapa kuzungumzia industry. Yes, um, matatizo katika industry yapo yapo, hakuna hmm. hakuna tamthilia yote duniani isiyokuwa na matatizo hmm. Hata wenzetu wa Ulaya, Nigeria, Ghana, kuna mistakes tunaziona, tuna lakini zisiokuwa ukubwa huo. kwa hiyo hmm. uh, matatizo ambayo yapo ni kwamba zile preparation, kufanya kazi kwa uharaka labda tunaambiwa tuna shuti tumeingia mkataba na baadhi ya makampuni ambayo sitaki kuyataja. Unapewa mkataba, unaambiwa ndani ya mwezi mmoja usabmiti labda episodi 20 au 30 au hamsini. Kwa hiyo tunakuwa tunakimbizana na ule muda ili tufanye nini, tusubmit ile kazi kwa tunafanya ili tumalize tufanye kwa ule ubora ambao unafanya nini, unatakiwa. Kwa hiyo mimi ninachokiona hapa ni maandalizi. Kama unampa mtu mkataba, mpe season 3 4, mlipe raha zake zote, mpe labda miezi 6 7, wanafanya kazi nzuri. Kwa hiyo sisi tunapo tuna, tuna makosa mengi kwa sababu tu ya ya, ya, ya muda, watu hawajiandae vya kutosha. Hey, na swali moja mm. uh, la mwisho kwako, wasanii wamekuwa wakiwalalamikia maprodusa kwamba wanafanya kazi kubwa, lakini payment zao zinakuwaga wazieleweki na wanalalamikaga kama wanatumika mm. We ni produsa watamthiria nyingi sana mm. uh, pia sasa hivi unashirikiana na Azizi Cheki mm. yako ni nini kwenye hilo? Ni wasanii wana matatizo, wana, wanataka ku deserve kile kitu ambacho hawapaswi ku deserve kwa muda huo, au ni kweli industry na hayo matatizo ya kutokuwajali wasanii? Uh, unajua unapoitwa na, na producer akushikii panga wala shoka, mnazungumza mnakubaliana kwamba bwana, mimi kama Ray nitacheza labda kwa milioni tatu au kwa hamsini, sawa shida iko hapa, nishakubaliana na wewe kwamba mkataba wangu utakulipa laki tatu sasa usta. Um, unaona kama unacholipwa nini ni kidogo. Kwa kimsingi kila mtu anafanya kazi kwa mikataba, inawezekana kweli wanalipwa kiasi kidogo, lakini kutokana na mimi producer nalipwa shilingi ngapi na, ba na baadhi ya makampuni kama huku nalipwa kidogo, na mimi nitawaminya kidogo hawa ili tuweze kuishi wote, at least nao upate mkato wako kila siku, sawa na ndio maana kuna maprodyuza wengine wanawapigania wasanii kuwalipa vizuri ili waishi vizuri na wafanya kazi wakiwa wako comfortable. Unajua, unapofanya kazi ukiwa umelipwa vizuri, maana unafanya kazi kwa very comfortable. Unatoa energy yako yote ili kuwakilisha ile character ambayo umepewa na producer kufanya nini zako. Kuifanya. Sasa umeingia moja moja kwa kwa au utafanya azizi na na, kazi kazi zangu? Ah, swali zuri sana sisi sisi kama maproducer, na tunashirikiana. Na, na Huba, kama tunashirikiana siwezi kusema kwamba eti mimi ninavacheza Huba maana kufanya zingine hapana, ni anavyofanya mbona a zake anaonyesha na nanacheza na katika Huba, lengo ni kutaka kuinyanyua hii tasnia ya tamthilia tamthilia. Kwa mimi niko katika na jebi katika na, na, na, na katika tamthilia moja, watu wanakuwa motivation kufanya nini kuiangalia lesi za wazee wamefanya kitu gani ndani ya hiyo ya hiyo tamthilia. Kwa hiyo si kwamba nipo Huba nitaacha kufanya kazi zangu hapa. Tumeamua kutengeneza joint venture ili kutengeneza kitu kikubwa, tuweze kupandisha thamani ya hizi kazi zetu tunazofanya nini? tunazozifanya pia hapo uh, kabla hujaingia kwenye tamthilia kubwa hmm. Uh, kabla hujaitwa na na producer Aziz hmm. Una sikulishai kukaa ukatamani kuwa mmoja wa memba wa tamthilia kubwa? <laughs> Uh, nianze na swali la kwanza. Uh, uliniuliza kwamba uliniza vipi, kwa nini kubwa, vitu gani ambavyo, okay, kwanza kwanza kwanza ni tamthilia ambayo ina ina flow inakuvutia kuiangalia uchoki kuiangalia, sawa. So, na kwa nini nilikubali? Nimekubali kwa sababu kwanza niliangalia stori, nataka nini, niliangalia nitacheza karakta gani, je, na mtu anayekuja kuniongoza kwa sababu mimi ni director, anayekuja kuniongoza ni mtu aina gani? Kwa hiyo nikaona kama ni mtu ambaye anakuja kuniongoza ni mtu makini, na nikakubali. Na ni mtu mgumu sana mimi kuongozwa na mtu mwingine yoyote, lakini nikiona niki, niki una uwezo fana wa kuniongoza basi nitakuwa niko chini yako. Unielewa? Kwa hiyo nimeona kwanza kuna wasanii wazuri, wasanii ambao wanajielewa wasanii, wasanii wenye nidhamu, wana act vizuri. Na na before. Mbele, mbele, nani? Na ni producer. Uh, director. Eh, mara nyingi nazungumza ni mtu wangu na ni rafiki yangu, nilipokuja katika uba tumezidi mara kwa marafiki kwa tunazungumza tukikutana. Eh, yeye yuko busy na kazi zake, mimi niko busy na kazi zangu, tukikutana kwa incidents tunajenga tunazungumza, kwa tunakutanaga mara kwa mara, lakini sio kwa sana kama sasa hivi

Mimi nilijiandikia tu, unajua unapokuwa unapo unaandika jambo lolote, ni hisia tu zinazokuongoza kuandika. Sasa wewe utavotafsiri utajua, wewe utatafsiri vipi yeah. Mimi nimeandika tu kwamba siku ya Jumapili sijajua kuna tukio gani na sijajua, sijataja kisiwa gani, kuna vilio na huzuni vitakuwa kwa wingi sana baada ya watu kuondoka na mwali wao. Sasa sijajua, lakini ni kitu gani basi? Okay, kaka jadi kadiki sana sana kuna, okay. kuna... Okay. kuna hayako Uh, it goes without saying kwamba Ray is one of the icon uh, bongo movie. So kwa yeye kuingia kwenye team ni, ni silaha moja zaidi kwenye team na we are very happy kwa sababu mchango wake ni mkubwa katika tasnia. Kila mtu anajua umahiri wake, namna ambavyo amekuwa kijiza, namna ambavyo amekuwa akitawala kwenye bongo movie kwa hiyo nafasi yake ni ya kipekee huba, na tunategemea makubwa kutoka kwake. Pale ambapo kulikuwa na mapungufu, tunategemea na kwenda kuziba, na tunategemea mchango wake utaamsha ari mpya kwa watazamaji wetu. Wakati hujafika wakati hujafika. Hapa alikuwa anazungumza sana humu ndani, nimeminyana sana na mzee wangu JB. <laughs> tukuwa na natamani kujua ni kwa heri au kwa shari. Sasa si ndio, mwangalie sasa jamani, oh. Sasa si ndio, mpate muda mwangalie Huba <laughs> au mmesahau muda? <laughs> muda wetu ule ule tatu na nusu usiku. Sawa, okay. Sawa, tamthilia Huba ukiachana na director, Azizi, kwa director wewe na producer, kwa na Ray pia director na producer. Na sasa tunaweza tukasema mafahari wawili, tunasema hawezi kukaa kwenye zizi moja, lakini Huba imeweza kwa sababu wote mko kwenye tamthilia moja. Pengine kwenye industry tuseme Huba inaenda kuleta mapinduzi zaidi kwenye tasnia, kwa sababu mafahari wameweza kukaa katika sehemu moja. Nafikiri kwa watu wawili mkinijibu itapendeza zaidi, tuanze, kwa hapo kwenye dara, kwenye kwenye kwenye tamthilia au sinema director anakuwa mmoja. Kwa hiyo director wetu ni Aziz Mohamed. Sisi tunakuwa madirector kwenye sinema nyingine ambazo tutaingiza na kudirect lakini katika hii sisi tunakuwa kama waigizaji. Yeah. Sawa? Kwanza hilo tuliweke sawa. Okay. <laughs> akihitaji au tukiona lakini yeye ana wajibu wa kuyakubali au kuyakataa. Kwa hiyo director ndio captain wa wa, wa series. Kwa hiyo okay. Director ni Aziz Mohamed. Sisi tumeitwa pale kama tumeingia kwenye contract kama waigizaji. Okay. Tuko chini yake lakini tunapoona kuna kitu hakiko sawa. Tunamshauri kwa sababu yeye ndio mwenye jicho la kuiona hii tamthilia. Yeye yeye ndio jicho lake anatoa kitu kitu katika katika nini? Katika maandishi na pia nini? Katika mjongeo. Kwa hiyo yeye ndio anaona kwamba anataka kufanya kitu fulani. Kile unaweza kumshauri, anaweza kukataa au kukubali. Kwa hiyo hamna shida. Mimi nadhani tunafanya kazi vizuri sana. Sawa. Neno la mwisho kwa mashabiki wa tamthilia Huba. Ah, nachotaka niwaambie wa mashabiki wa tamthilia Huba, yaani sasa hivi ndio kwanza inaanza. Yaani simniona kwamba imeenda kwa muda mrefu sasa nimeingia nimekutana na mzee wangu JB na wasanii wengine wakubwa ambao wapo katika tamthilia hii. Sasa Huba ndo inaanza upya, yani huu moto ndo unaanza upya. Kwa hiyo niwaambie mashabiki wangu na mashabiki wa Huba, siku ya Jumatatu mzee mzima naanza kuonekana ndani ya tamthilia ya Huba. Muda ni saa tatu kamili usiku, kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano kwenye channel ya Maisha Meji Kibongo, channel namba 160 ndani ya DStv, unakosaje? Wewe usheki kuniona mimi. Oh, DSTV ndio unaanza kuniona kwa, unaanza kuniona upya. Shughuli imeanza, pumba.